Karibu sana Sponsor TV, the home of, of entertainment, na leo naomba nikutajia orodha ya masta ambao uh, hatujui kazi zao. yani masta ambao wanaishi maisha mazuri lakini hatujui kazi zao. mtu wa kwanza ambaye simfahamu kazi yake ni Wema Sepetu. Wema Sepetu, nikikuuliza wewe anafanya kazi gani? sawa tunamfahamu, lakini uh, anaishi vizuri ana brag, ana gari, ana drive and all that. Anafanya kazi gani? We masepetu anafanya series series, anafanya series? Hayupo kwenye tamthilia yoyote, sizani kama uko sizani kama kwenye tamthilia hizi kubwa tunazoziona, Huba Pamoja, Jua Kali, labda eh, na tamthilia zingine ambazo zipo kwenye uh, kwenye Azam TV umeona, hakuna mtu kama huyo. We masepetu ayupo ndugu yangu mm. Hamisa Mobeto. Hamisa Mobeto anamiliki biashara eh, anauza vitenge, umeona eh, lakini pia nafikiri anadili ya masuala ya urembo, mama mchungaji au ni nani? kwa hiyo ndio hivyo, anaishi maisha mazuri. Atujai kuona duka la moya, atujai kuona sijui kafanyaje, sijui nini, haipo kwenye series, haipo kwenye nini, jamani. hmm. Mambo ni moto. Kajala Masanja, Kajala Masanja, wewe unamjua kazi yake anayofanya hmm? Amna, hatujui kazi anayofanya Kajala eh, wala kazi anayofanya mwanae Paula haijulikani, ana kazi Mjini hapa, ana kazi mm? Lakini wanaishi vizuri na ni mastaa of course anafanya kazi. Na, na, na, nazungumzia kazi ambayo tunaiona sisi ambayo tunaweza kusema tunamtambulisha Kajala kwamba haya uh, she is doing this and this. Ndugu yangu Kajala na kazi gani anaoifanya? Paula ana kazi ya kufanya? Kajala na mwanae, in short, hana kazi ya kufanya yani <coughs> lakini kuna Anti Zeki, Anti Zeki kaza nikasema kidogo. Sasa hivi yupo kwenye tamthilia, ni mchezaji yule, lakini haipo kwenye tamthilia hizi, ngozi unazifahamu, lakini pia ya... haipo kwenye anafanya Murua, si Murua si nini, afa anafanya podcast Eh, yake okay, YouTube pia ya, na um, she's doing well. Ana biashara of course, anafanya mambo hivyo, anauza anaua ya vitenge na nini, anafanya nafikiri ana apartments na vitu vingine kama kwa yon, Jackie kwa hiyo congratulations sana uh, congratulations, mama Murua. Anaitwa nani huyu uh, mama Murua anaitwa Auntie Ezekiel lakini tukija kwa wetu Ludiva, Ludiva na shughuli gani mjini hmm? Alikuwa na na bucha limekufa saii, si ndio? Eh, Diva na bucha ilikufa, ana kazi mjini ana, lakini ana shuti tamthilia Ludiva ana shuti tamthilia. Big up sana tam Ludiva tamthilia. Eh, ni mwigizaji of course eh, na pia ana tuzo ya Zikoma Award, kwa hiyo ni big move sana kwa Lulu Diva, lakini msanii mwingine ambaye tunasema ipo mjini ni Nana Dos ambaye ana trend sasa hivi, ana Range Rover, Range Rover Vela ya mwaka sijui elfu mbili na ngapi current kabisa, ana mjengo zaidi ya shilingi milioni mia nne hmm? anamiliki ghorofa huko Goba, umeona na viwanja kibao anamiliki gari nzuri eh? na she's living eh, the life lakini hatujui kazi yake anayofanya hmm? kwa hiyo na dozi tuambie unafanya kazi gani? Fungua hata kiduka basi. Eh? tukiduka cha urembo basi tujue. Mm, yani, unajua sio vibaya kutokuwa na kazi, lakini kidogo wewe ni star, ni image, ili usije uka inspire warembo wengine kwa eneo tofauti, basi fungua hata kijiduka, fungua hata